Baada ya maandamano makubwa yaliyofanyika nchini Tanzania, mitandao imetikiswa na kauli kali kutoka kwa Wakenya na Watanzania. Wapo wanaosema Tanzania imeamka upya, wengine wakishangaa jinsi Gen Z walivyodhubutu. Lakini cha kushangaza zaidi, baadhi ya mastaa na hata raia wa Kenya wameingia kwenye mjadala huu mzito. Kwanza kabisa, tunaanza na huyu kijana wa Kitanzania ambaye ametoa onyo kali kwa mastaa waliokuwa wakiunga mkono serikali. Anasema sasa Watanzania wapo macho na wasanii hao wajiandae kwa wageni wanaokuja kuwatembelea. Kauli yake ibua mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya wasanii kwenye masuala ya kijamii na kisiasa. Kama wewe ni mtu maharufu na upo nchini Tanzania sasa hivi na ulisapoti ulisapoti chama cha CCM, utegemee wananchi kuja kukutembelea. Ina maana wapo na chuki na wewe. Maandamano bado yanaendelea, kwa hiyo kama waja kufikia leo, utegemee kesho wanaweza kufikia hivyo tengeneza ulinzi mkali maeneo yako. Ndio hivyo Tanzania sasa hivi haipo sawa kabisa. Nitaenda kutajia watu wangapi ambao nawafahamu watu maharufu ambao washatembelewa na wananchi na wamesha wameshafanya vurugu kweli kweli na kuunguza vitu vyao. Mmoja ni Shilole. Shilole ameshamtembelea na ameshavuta vitu vyake vyote, ule mgawa wake ule wameshauvuruga na wameshauunguza kabisa. Mtu mwingine nenga nenga electronic, wameshafika pale wameshaweka vurugu, wameshanguza kila kitu kipo chini. Na kwa hiyo wewe kama ni mtu maarufu na unaishi Tanzania na ulisapoti kichama cha CCM, hutegemea wananchi kuja kukutembelea kutoka Marekani nako Mange Kimambi hajabaki kimya, amedai kuwa Watanzania wameshinda. Akasema Tanzania, wa Tanzania mpya imezaliwa upya baada ya maandamano haya. Je, huu ndio mwanzo wa mabadiliko? Wengi wameona kauli hii kama ishara ya matumaini, lakini wengi wanasema bado mapambano hayajaanza. Watanzania mmeshinda na mnashinda leo, Tanzania mpya, inaenda kuzaliwa mmeipigania nchi yenu, mmeipambania nchi yenu, mmetoka na mmeenda kuitafuta haki. Tuendelee mpaka haki tu. Kwa sasa hivi, I have to be careful na maneno yangu, I have to be very careful na vitu ninavyoongea. Nimeshapewa warning pia na nikakumbushwa Trump 2020 aliondolewa kwenye social media kila yani, kila platform walimuondoa, sio kwa sababu walikuwa nawaambia watu kafanya ni vurugu kachome hapa, lakini kwa sababu tweet zake zilikuwa zinachochea watu kwayo, wa woni. kwa hiyo nimeshapewa warning kwamba yani ni ni a, nilinde maneno yangu, lakini nataka watu watazame, mjue dunia nzima inawaangalia, dunia nzima iko proud, hakuna anayeamini Mlidharaulika, mlidharauliwa nyie, leo mmejiheshimisha. Acheni niendelee kulia mimi, maana sina Alafu kutoka Kenya mchekeshaji na TikToker maarufu Swings Mauno ameeleza kushangazwa na jinsi Watanzania walivyogeuka dhidi ya mama yao Rais Samia Suluhu Hassan. Kauli yake imeleta hisia mchanganyiko, wapo wanaosema heshima kwa rais lazima ibaki, lakini wengine wanasema mamlaka ya wananchi ndio msingi wa demokrasia. Yaani after, after, after president wa Tanzania kutuita watoto wa mtiririko, sasa watoto wake wamemkataa. Sijai shona, nisio na watu waikataa vitu mingi, mtu anakataa babake. Mwingine anakataa pombe. Lakini majirani zetu wamekataa mama. <laughs> Majirani wetu wamekataa mama wetu yao, ama mutaki kabisa. Asa mama, woi. Lakini Watanzania munakonga watu wazuri munarudishangu wanyuma na awo wasanii wenyu na awo mablogas wenyu wale wa... hey mama. hmm wanakuonga washanunuliwa wote, wanawarudisha nyuma. Kama nchi kazi ni kushinda huko nalia na mapenzi za kijinga zenye mnakuwa mejiekelea. Nchi yenyu ni mzuri, lakini mmenifurahisha, mmetokea <laughs> Sasa nyinyi ni watoto mitiririko, we love it na huyu kijana mwingine wa Kenya hakusita kusema wazi ya kwamba hakuwahi kufikiria ataona polisi wa Tanzania wakipigwa kama watoto. Anaona hii ni ishara kwamba sauti ya wananchi imesikika kwa nguvu kubwa kuliko ilivyotarajiwa. Hii video naicheza hapa ni mapolisi akipewa kichapo. Yaani polisi leo Tanzania wamepewa kichapo cha umbwa. Kichapo cha umbwa. Ah, polisi ndio walikuwa wanajifanya oh. Jaribu mtokee muone. Sasa hivi wamelemewa. Anawaambia wa Tanzania andamaneni, mpaka Suluhu aondoke madarakani, ama mifumo itengenezwe kwenye kwenye wale wote wapinzani, kwe, kwe ni free and fair election, ati hakuna kesho na nyui, nyui, nyui, nyui. Sasa nendeni kwenye maduka ya uh, magari ya huyo ya, ya waziri wa fedha, piga moto Endeni kwenye hizo boma zao wanasiasa, mchome zote, mchome kila kitu e, Tanzania fa, chomeni kila kitu. Hao watu lazima waheshimu, ikiwezekana endeni mpaka Ikulu eh. Mkifika Ikulu, muondoe bendera ya CCM, mtakuwa mmeongoza serikali madarakani. Yani, mkichukua bendera ya CCM muitupe chini, muinue bendera ya nchi yenu, mtakuwa mmeongoza serikali madarakani. Yani, msisamee, nendeni kwa wasanii wote, leo wamepost wakisema wanatakia mama eh, eh, eh, uchaguzi mwema Endeni kwa maboma zao choma, nendeni biashara yao choma, kila kitu, magari zao choma. Yani, hawa watu ambao wanahusiana na wasenge wa CCM wafunze adabu, ndio siku nyingine tabia kama hizi zisijekuja zikajirudia tena. Mm, si kama mnanielewa. Kwa hivyo msirudi nyuma, sasa hivi jeshi la Tanzania liko liko liko liko na nyinyi eh, pambaneni muokoe nchi yenu kabla ije ije ije ije ije ipoteze mwendo mnafanya kazi nzuri sana mimi nawasapoti 100%, 100%, 100% eh, lazima tuone Watanzania wakiwa wamepata heshima yao. Sasa hivi hata mambo ya ukejeri kwenye mitandao wa Kenya sasa hivi tumewapa heshima. Yani mimi nimewavulia kofia, jamani, nimewavulia kofia. Watanzania pambanieni nchi yenu kabisa, piga moto kila kitu, piga moto fana pembeleza, hawa watu, bora msijaribu biashara ya mwananchi mwenzenu, lakini zao wanasiasa watapeli, ingie kwenye mavirabu mapapu zao, beba pombe kunywa for free, aribu kila kitu mpaka wakuwe na adabu na heshima. Hiyo e, ndio ujumbe nawapea sasa hivi. Lakini jambo lililowashangaza wengi zaidi ni madai kwamba baadhi ya Wakenya walishiriki maandamano haya nchini Tanzania. Jamaa huyu hakutaka kuamini, akashangaa walivukaje mpaka, na hii imeonyesha jinsi kizazi kipya cha Afrika Mashariki kinavyoungana katika sauti moja ya mabadiliko. <laughs> hai kutetea Wakenya, yaani Wakenya kwani Wakenya nini inawasumbuanga Wakenya sababu nyinyi kuwatetea ni ngumu. <laughs> sasa imagine. Si leo ndiyo kulikuwa Tanzania wana vote. Leo ndiyo kulikuwa na voting Tanzania. na voting sasa sababu the current president eh? <laughs> Amekataa amekataa opponent wakwe kwa ballot box eh? Kukatokea mgomo huko. Now, can you imagine that uh, ile namba kubwa ya wale ambao wanaandamana ni wa Kenya <laughs> The most interesting part is, eh, Wakenya wametokea kwa street alafu wanasema kwamba ati hawa askari wa Tanzania hawana tia gasi sa so, shuda wawaue ama wafanye nini ae? <laughs> So, Wakenya, Wakenya mulifika Tanzania sangapi? Mulifika Tanzania aje na muliona Tanzania kufanya nini? <laughs> Nyinyi ah, kuwatetea ni ngumu ah, ah, Wakenya kuwatetea ni ngumu sana. Ati Mkenya ametoka ah, Kenya, akavuka boda ameenda ah, kwa maandamano ya Tanzania ah, nyinyi Wakenya nyinyi kuwatetea, alafu sasa wana demand tear gas ah, nyinyi kuwatetea ni ngumu hapana. Rudini, rudini kwenu, tokeni huko bana, tokeni si mlifukuzwa huko na Suluhu. Si mmesahau mnifukuzi wa Tanzania. Tokeni huko lakini sio wote wanaosifia. Kijana huyu wa Kenya amesema wazi ya kwamba anahisi wa Tanzania bado hawajafanya vizuri ya kutosha. Kauli yake imewasha moto mwingine wa mjadala mitandaoni. Maandamano ya Tanzania, hiyo ni maandamano aina gani? Hiyo hiyo ni maandamano ya lipa mdogo mdogo, maandamano ya M-Kopa. Kwani hamunaga CBD? Eh. Sisi madamano kama hayo tukifanya ku Kenya, William Ruto anatoa anatoa order. Wale wote walikuwa madamano, washikwe kwa sababu what kind of madamano is that? Kwani hatujui madamano? Tunafanya madamano mzuri. Hey! Sisi tunafanyia madamano yetu CBD. India Nation Media House. Tunafanyia madamano yetu Westlands. Mahali kuna cameras. Yeah! Yeah! Yeah! Hmm? Sisi maandamano yetu tunaishutu mpaka na drone. Hiyo ni maandamano. Ukienda ukitaka kuona maandamano ya Kenya, unaingia una Netflix. Kwani huko hmm? Kwani hakuna kwa kwa risasi nzuri ya yeah? Tunaleta shida sana, kwa sababu you guys muna instead mkuwe CBD, mnafanyia maandamano yenu keno keno ya Tanzania, mnafanyia maandamano yenu Athi River, mnafanyia maandamano yenu kagudorodi mnafanyia maandamano yenu wagie simbukua. Na maandamano mzuri, tafadhali, ebu mutupe kitu mzuri. Give us kitu mzuri. Yeah. Fanyeni hivi nyumbani, endeni nyumbani leo, kesho mkuje maandamano mengine mzuri. Hiyo hapana.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 Tukutane kwenye video ijayo. So guys, after yo yote yo happen TZ, the government decided to impose a curfew. And let me tell you these people are not relenting. <laughs> No retreat no surenda, wameamua, if bad bad kama mbaya mbaya jako barabara jakobarabara hey!